Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amefanya ziara mbalimbali zikiwemo kuifariji familia ya hayati Mwalimu Julius Nyerere na kukutana na Mama Maria Nyerere kwa kufiwa na mkwewe Leticia Nyerere pamoja na kuwapa pole waziri mkuu mstaafu Fredrik Sumaye na balozi Hassan Kibolo ame, am, a, wanaopokea matibabu katika hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam. Baada ya ziara hizi, waziri Majaliwa amefanya kikao na wabalozi wa Qatar na Kuwait ofisini kwake. Hii hapa taarifa zaidi. Ziara za pole za waziri mkuu Kassim Majaliwa zimeanzia kwa familia ya hayati Julius Nyerere ambapo amekutana na mama wa kwanza wa taifa Maria Nyerere Msasani jijini Dar es Salaam ili kumfariji kwa kumpoteza mkwewe Leticia Nyerere. Marehemu Leticia alifariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Doctors Community iliyopo Lanham, Maryland nchini Marekani. Mheshimiwa waziri mkuu Mnamo tarehe kumi na tisa Disemba elfu mbili na kumi na tano mpendo wetu Letisia Mageni ghafla alizidiwa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba madaktari walijitahidi kadri ya uwezo wao, lakini hatimaye juzi, eh, tarehe kumi na moja kwa saa za tarehe za Tanzania na tarehe kumi kwa tarehe za Marekani saa nane mchana, Mwenyezi Mungu alimfikisha katika hatua yake ya mwisho ya uhai wake hapa duniani. Baada ya hapo waziri mkuu amefululiza hadi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kuwapa pole waziri mkuu mstaafu Fredrick Sumaye na balozi Hasan Kibelo wanaoendelea na matibabu. Huku haya ya kijiri, mabalozi wa Qatar na Kuwait wamefanya ziara leo ofisini mwa waziri mkuu, ambapo wameahidi kuboresha ushirikiano na taifa la Tanzania inayolenga kuimarisha maendeleo. Mabalozi hao wakiwemo Abdalla Jassim Al Mahdad wa Qatar na mwenzake Jassim Al Najm wa Kuwait wamefanya ziara hiyo kwa lengo la kujitambulisha na kumpa pongezi waziri mkuu.